Mazingira weka order, na uwezo wako ule mdogo, hakikisha pako clean mm. unapokaa mm. pako clean, weka mazingira clean kwa uwezo wako mdogo, pasinuke, vyombo vichafu visikae. Ndio maana utaona watu wote ambao mapepo wanawatawala sio wasafi. Wasafi wanaweza wakatawaliwa na shetani lakini wanaotawaliwa na mapepo, pepo naitwa pepo chafu. Wale pepo walikuwa na uwezo wa kuwaza thoroughly, walikuwa judicious katika kuinteract ku ku kunani na Kristo, lakini yule waliyemtawala alikuwa nguo imechanika chanika, kichaa anakuwa amefungwa fungwa menyororo na kama kaburini. Yeye aliyetawaliwa ni mchafu mno. Uchafu unatembea na mapepo na pepo chafu. Neno pepo ni hewa harufu jarimjae mm. Na wewe pia hakikisha unaweza ukaa usiwe na perfume, lakini uwe na kaloloni. Usinuke kikwapa. Nguo mm. yako iwe safi, isinuke joto, inyuki sinyuke jasho. Unaingia ofisini, watu wanusi angalau kama nukato. Zehebu zingine zilitoka hapa Afrika. Jo, tuko watu wa anga tu. Perfume ni shetani? Huyu mwanamke aliyempulizia Yesu, Yesu akamwambia, mwache, alimwagilizie hiyo perfume, anaifanya ni kwa ajili ya maziko yangu. Alikuwa anamaanisha nini? Perfume ni shetani? Bwana alikuwa anapenda manukato hadi kwenye tabernacle. Eti kuna perfume za kishetani. Perfume za kishetani kama unazijua usijitumie, tumia basi za Kimungu. Tumefika mwisho kwa leo.